Hatuwezi kusema kwamba tu, tunaenda kwa anawajua zaidi kuliko sisi. Kwa hiyo oh, sisi atatoka kipaumbele kwamba sasa hivi. Kwa hiyo leo tumefuna tue kama hivi, kuna watoto, kuna wamama ambao wanawalea watoto, lakini na kila mmoja changamoto alionayo. Mama hapa sio alionayo mama yangu hapa, sio alionayo mama yangu pale. Mama hapa kulingana na changamoto yake kodi ya mwezi mmoja mwenye nyumba ana nyumbani, kutoka masuala ya kaa tatu tatu, atau anaa nyingine Alhamisi anavaa nyingine, si ndio hivyo? Tukihitaji labda tunataka sapoti mama pale, tuna kiasi pale, na mama anakuwa napitia kwa madamu madamu, hapa madamu ni yeye amenielekeza kwamba nakute huyu hapa, either nipige ofisini nikishika kufika kama fundi akakuja kama fundi. Inamaana mimi tayari nimeshaona <tune> na nini wafanyiwe, alafu tunakuja tunafanya kwa ukubwa zaidi. Sawa so, <tune> eh, kwa hiyo kwa hiyo mimi nimewaelewa kabisa. Tuna foundation yetu ambayo tunawasaidia watu, kuna sadaka yao ya chakula ambao huwa wanaitoa. Sawa so, kwa hiyo taasisi, chakula, hiyo taasisi ambayo inatoa chakula ilikuwa ifanye hata kesho, lakini kesho kwa sababu taasisi na mambo mengi haiwezi kufanya kesho, inagusha tena mpaka next week. Basi mimi anaweza kanieleza, alafu nikawa sapoti wachache tu wale na wale wakaja wakachukua ile zawadi ya watoto. Sawa, ukumbeba mtoto kama huyu ana miaka kumi na nne.